Naomba niwapongeze ukaguzi ulopita mmepata hati nzuri Ngorongoro. Sasa imekuwa na mwendelezo mzuri, sasa huo mwendelezo tusi tusiuache, tuendelee nao, lakini ni waombe tunavyozalisha hoja tuwe na uwezo wa kuzifuta mapema ili wenzetu wakaguzi wazikague na wanaporidhika na majibu tunayowapa, waweze kufuta. Si sifa kuwa na hoja nyingi, afu hoja hizo tunashindwa kuzitolea majibu ya ufafanuzi, kwa sababu ninyi m-mmefanya mlikuwa na hoja nyingi, lakini mmeweza kutoa majibu ya ufafanuzi na mmebakiwa na hoja nadhani tisa umebakia na hoja tisa singo digiti lakini, mheshimiwa mwenyekiti, kwa kifupi niwapongeze halmashauri hii. Mwaka huu unaokwisha wamefanya kazi nzuri ya kukusanya mapato, ninadhani tumeshafikia karibu asilimia mia moja mia moja na, na mbili. Tulikuwa tumetoka mbali jamani, na Ngorongoro yetu, kila wakati tukija tunapata hiki hiki, lakini safari hii tumeenda vizuri sana kwenye upande wa kusanyaji mapato na ninaamini mwaka unaofuatia spidi hiyo haitashuka nyuma tena. Lakini tuna fedha tulipeana mpaka 30 Mei, tumeshakusanya tushafanyia kazi bakaa zote tulizo nazo. Wataalamu wangu watafanya ukaguzi kuona kwamba tumebakiwa tumebakiwa na fedha kiasi gani hazijatekelezeka kutoka katika zile fedha za bakaa tuzitumie maanake tukishakubaliana hizo zilikuwa za bakaa za nyuma, tukaomba kibali tukaruhusiwa kwamba tuendelee kuzitumia kutekeleza miradi ya zile bakaa mpaka tarehe 30 Juni. Kwa hiyo tutaangalia, tutakagua tena kuona sasa tumebakia kiasi gani kwenye ile bakaa. Ngorongoro, kama mmemaliza, tunashukuru. Kama bado tuko mwishoni, maanake tutakuwa tunatekeleza kitu ambacho kiko nje ya kibali ambacho tulikuwa tumepewa. Lakini pia tunaomba tuzingatie kupeleka zile asilimia kumi, asilimia mbili mbili nne kwa vile vikundi vya kina mama, vijana na wenye ulemavu. Na mwisho, kwa msisitizo, naomba tukamilishe miradi ya maendeleo kwa ujumla wake, achana na ile miradi ambayo inaendelea kutekelezwa kwa fedha za baka. Lakini pia mwaka usika, kuna fedha nyingi sana tumeletewa kwa ajili ya miradi ya maendeleo Tuikamilishe hiyo miradi kwa siku wiki chache zizobaki kabla mwaka wa fedha haujafungwa. Tuzitumie hizo fedha, miradi itekelezwe, tulipe mwisho wa siku, tusije tuka hizi fedha zikarudi, na zikirudi hatutaeleweka juhudi zilizofanywa na serikali yetu ya awamu ya sita ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, manake sisi tutakuwa tujaitendea haki. Kama tumetoa fedha, kwa nini tusi kamilishe miradi kwa wakati. Mheshimiwa mwenyekiti, nilikuwa naomba niseme hayo kwa uchache sana, na baada ya hapo nawashukuruni, washukuruni kwa kunisikiliza asanteni sana, naomba tuendelee. Kwa majina naitwa Nairoshi Paulo, ni diwani viti maalum tarafa ya Loliondo. Leo tumekuwa na baraza la kusikiliza hoja za mkaguzi mkuu. Tunashukuru tumepata hati safi kutokana na utendaji kazi mzuri wa madiwani, tuna madiwani wanaojielewa hivi, imetusaidia kupata hati safi pamoja na kushirikiana na CMT. Tumeshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutupa pesa nyingi za miradi kwa sababu kwa awamu hii tumepata miradi ya kutosha na hivyo tunaipongeza.